Na wagombea urais David Maraga na Reuben Kigame wamewataka Wakenya kuwakataa wanasiasa wala rushwa na badala yake kuwakumbatia viongozi wenye maono kwa taifa hili. Wakihutubia waombolezaji kwenye hafla ya mazishi huko Makueni, Maraga alisema taifa lina uwezo mkubwa wa maendeleo, lakini Wakenya lazima wachague viongozi sahihi ili kufanikisha mageuzi hayo. Wakati huo huo, chama cha Jubilee tawi la Kisii limetangaza kumuunga mkono aliyekuwa Waziri wa Usalama wa Taifa Dkt Fred Matiang'i katika azma yake ya kuwania urais kwenye Uchaguzi Mkuu wa mwaka 2027. Jaji mkuu mstaafu David Maraga na mwimbaji wa nyimbo za kidini Reuben Kigame walihudhuria mazishi katika kaunti ya Makueni. Walisema kwamba ili nchi hii ibadilike ipasavyo, ipo haja ya uongozi bora na juhudi za kupambana na ufisadi. Mi ntapigania wizi ile tunaita ufisadi. Hiyo ndio imeharibu nchi yetu, kwa sababu ya hiyo wizi, sababu ya hiyo wizi watoto wetu sasa kama university they are going to use, to lose several terms, several terms semesters. Hospitali mnaona vile siko. Nafikiri wakati Kenya umefika wa kujaribu mtu ambaye haoni kwa sababu macho hii ndio inatusumbua hii, <laughs> tamaa yote, mnaona Kenya ni macho hawa. <laughs> Rafiki zangu, najua kwamba ni watu wanataka kantri uh, ya kuwa hakuna ufisadi, katiba inafuatwa, wa, vijana wanaangaliwa na nini na nini, lakini lazima kama 2002 watu wale wako katika upinzani wakae waulizane itaenda namna gani? Kwingineko, chama cha Jubilee tawi la Kisii kimemuunga mkono aliyekuwa waziri wa usalama wa taifa Dr Fred Matiang'i katika azma yake ya kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Tafadhali tuje pamoja, tupendane, tukumbuke ya kwamba wakati tutaona kiti cha urais kimerudi nyumbani Kisii na sisi pia tutaona matunda ya hiki kiti tukiwa Kisii We start taking votes and I will urge all youth from Kenya and beyond, please let's accept to register as voters because our voices are only in our votes. That we are fighting for our nations, we are fighting for pan-Africanism, that we are all against, akiongea uh, this poor leadership, bad leadership. Akiongea katika wadi ya bugia kumu kaunti ndogo ya bonchari mwenyekiti wa tawi hilo lois manyange pia aliwahimiza Wakenya kujisajili kwa wingi kuwa wapiga kura. Wakati huo huo, aliyekuwa gavana wa kaunti ya Pokot Magharibi, Profesa John Lonyangapua, amepuzilia mbali madai ya mrithi wake, gavana Simon Kachapin, yanayomhusisha na mkopo wa gari ambao haujalipwa kwa serikali ya kaunti. So bado na nadai West Pokot kratiti yangu mwaka moja na miezi kadhaa, na nilisema sichukui hiyo Ndiyo sahile, ninataka kumalizana na watu ya kan moke scheme wa balansi hapo. Gavana Kachapina aliambia kamati ya bunge la Senate kwamba maafisa wa zamani wa kaunti hiyo hawajalipa mikopo yanayodaiwa na serikali ya kaunti. Na wakazi pamoja na viongozi katika kaunti ya Migori wamempongeza rais William Ruto kwa kutambua mchango wa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga katika kupanua demokrasia humu nchini. We... As nyansa, we had a Na tunataka wewe rais uendelee hivyo hivyo na wenzetu wa jamii ya Waluo sababu Raila amewacha hawa mkononi mwako. Wanasema hatua wa hiyo ni ishara toshi ya undugu na maridhiano ambayo haijawahi kushuhudiwa Nyanza tangu uhuru.